Shida tuliyo nayo mashuleni kwetu hatuna vitabu vya kufundishia, si ndio? Shida tuliyo nayo hatupati study tour au semina za kuimarisha Kifaransa au, nafikiri nishasahau Sijasahau kwa sababu mimi katika miaka ishirini, shule zote nilizofundisha zilikuwa hakuna kitabu hata kimoja. Kitabu cha wanafunzi wangu ulikuwa ni la tete yangu. Sasa mkuu wa delegation, ujue kwamba hawa watu hawana vitabu, wao wanababiababia hata katika kufundisha. sasa niwe mnajipenda mna, mna, mnasema Alliance Française sasa Alliance Française mliweke Ngara. Manake walimu, karibu, wote mkoa huu wanatoka Ngara. Hata walio Dar es Salaam wanatoka Ngara. Toki kwa wako wangapi ambao niliwafundisha Karagwe? Nani Kapanga? Pale Duze wako wangapi? Pale Mlimani wako wangapi? Pale Yudom wako wangapi kule Korogwe wapo. Wote niliwafundisha Kapanga. Hamwezi kuona kwamba sisi ndio tumesambaza Kifaransa katika Tanzania. Eh, tuna changamoto ambazo tunakutana nazo E, upungufu wa vifaa vya kufundisha na kufundishia. E, kuna upungufu wa vitabu. E, sasa hivi kuna matoleo mapya ya vitabu vya tai, kidogo ni changamoto, havijaweza kufika kwenye shule zote, havijafika kwenye e, bookshops. Kwa hiyo e, tunapambana kuvipata. E, lazima ufanye ufuatiliaji kutoka Dar es Salaam, wengine tunatumia soft copies. E, sasa nawaza kwa zile shule ambazo hazina miundombinu ya kutumia soft copy, hazina projector, wanapata shida kwa kweli. Idadi ya vitabu haitoshi eh, lakini kwa kweli mwitikio ni mzuri, watoto wanapenda kusoma somo hili. Kwa hiyo tungeomba serikali iingilie, itoe facilities za kusaidia kupatikana kwa hivyo vitabu, lakini pia tungekuwa tunapata mafunzo eh, semina, exposure Naamini kwamba hili somo linaweza likafika mbali sana. Walimu huwa wanatufundisha kupitia matirio yao wao wenyewe wanayokuwa wame wamejitafutia kutokana na noleji yao, ila kusema ukweli kwamba kuna upatikanaji wa vitabu vya somo la Kifaransa shuleni ni tatizo. Tunashindwa kujua ni jinsi gani Frenchi ilivyo huko mbele, lakini tunajifunza kulingana na matirio ambayo walimu wanakuwa wamejitafutia wao wenyewe. Yaani tuseme ha, matirio hatuna kabisa, hamna upatikanaji wowote na hakuna matirio yote ambayo huwa tunatumia katika ujifunzaji, isipokuwa walimu wenyewe ndio hutumia vichwa vyao kutafuta hayo matirio kama vile kututengenezea vitini. Tunauomba uongozi uweze kutusaidia tuweze kupata vitabu kidato cha kwanza hadi cha sita ambacho, ambapo vitaweza kutusaidia katika ujifunzaji na vitaweza kutupa mwongozo mzuri, kwa sababu vitakuwa vimeorodhesha mada ya kwanza hadi ya mwisho. Na lengo la tatu ni kuwakusanya waalimu wote hao nchi nzima, tukawa pamoja, tukafanya kazi kwa mshikamano kama waalimu wa, wa lugha, tukaikuza hii lugha tukakuza uh, na ule utamaduni wa lugha ya Kifaransa. Bila shaka, kila lugha mnapoifundisha, mnafundisha na utamaduni wao, kama vile ilivyo sisi sasa hivi tunafundisha Kiswahili, lakini unapofundisha Kiswahili unafundisha na tamaduni za Kiswahili. Ndio hivyo hivyo, tunapofundisha Kifaransa tunafundisha na ule utamaduni. Hivyo tuna wanachama Tanzania nzima. Leo tumekuja hapa kuzindua hiki na hiki chama chao cha NGAFTA. Hapa ni kwa sababu tuna wawakilishi katika mkoa huu na katika wilaya hii ambayo ni NGAFTA. Uh, nyege kwenye maswali ameguliwa hapa na mwalimu wetu Mbezi akasema, uh, walimu hawana vitendea kazi, hawana zile, Tuna, alisema formation hawana vitabu. Mimi nataka kuwaambia hivi hivi vitu vyote vipo isipokuwa watu wenyewe hatukujua kwamba vipo, na wale waliojua kwamba vipo walishindwa kuvitumia. Hilo ndio tunaloweza kusema. Sasa hivi TAFT imekuja sasa kuwasaidia wale waalimu na hasa hasa sasa hivi ndio wanatakikana vijana kama nyinyi, wengine si tumeshazeka waalimu vijana, hasa kwenye damu inayochemka. Kuja umekuja kuwashadiisha, mfanye kazi kwa bidii. Vitabu vipo, hizo training, hizo formation zipo. Kuna formation ziko online kila siku, ni free. Tunasema ni bure, c'est gratuit, haulipi hata shilingi. Unapewa cheti cha kimataifa kinakubalika